Habari na karibu tena, ikiwa ni mwendelezo madarasa yetu, na sasa tunaenda darasa lingine la kukumbusha, au vitu gani vya kuzingatia pale ambapo unakuwa katika hedhi wewe mwanamke, lakini kwa hiyo jamii ya miya, kawaida au tunapozungumzia opposite sex, ni kitu gani ambacho mwanamke anatakiwa akifanye na kama akifanye, basi umuelekeze aweze kufanya na kuwa katika mazingira ya usalama kabisa. Hii ni siri iliyojificha katika hedhi, ni darasa huru ambalo wengi wamekuwa wakieleza kwa kuficha ficha, au wamekuwa wakifika hospitalini na wapokea hospitalini, wamekuwa na matatizo haya kwa kiwango kikubwa zaidi, au matatizo wamekuwa makubwa, ndio anaamua kufanya maamuzi ya kufika hospitalini, kitu ambacho hakipendezi wala kitu ambacho mwanamke anapaswa kupewa maarifa haya mapema zaidi na kuwa katika sehemu ambazo ni salama kabisa. Leo tuzungumzie jambo moja, na jambo hilo linahusu matumizi ya vifaa ambavyo mwanamke amekuwa akitumia wakati ambapo wanakuwa katika hedhi. Baada ya kuviorozesha, ni vifaa gani na vinatumikaje? Sasa tuone namna ya kubadilisha unapotumia tapums, unatakiwa kubadilishaje? Tapums unaweza ka search kwenye mitandao ya kijamii au kwenye Google na watu wake, ukapata tapums inakuaje na inafanyaje kazi, lakini una una menstrual cups na pedi. Sasa mimi lengo ni kukumbusha tu, yani pedi unatakiwa itumiaje? Maana unakuta watu wanakuja wameungua ukeni au wamekuwa wakitoa harufu wakati wa hedhi au wamekuwa wana wadudu ni kuonyesha kwamba ukiwake umeathirika na wadudu. Na changamoto kubwa ni hiyo, kushindwa kubadilisha hedhi kubadilisha pedi wakati ambapo anakuwa katika hedhi. Je, mwanamke anatakiwa kubadilisha pedi baada ya muda gani toka ameweka? Sayansi nasema unatakiwa kubadilisha pedi kila baada ya masaa matatu mpaka masaa matano na na hii inategemea kiwango cha damu. Kama kiwango chako cha damu ya siku ya kwanza ya siku ya pita kwa kiwango kikubwa zaidi basi unaweza kutumia masaa mawili mawili kuweza kubadilisha na kuhakikisha inakuwa msafi. Hakikisha unaoga. Kwa hiyo namna kubadilisha pedi ni utategemea na kiwango cha damu ambacho utakuwa unakitoa. Kama damu yako ni kidogo au imekuwa ikitoka kidogo, unaweza kutumia masaa 4 mpaka masaa 6. Lakini kama kiwango chako cha damu ambacho kitakuwa ni kikubwa zaidi, unaweza kutumia masaa mawili au masaa tatu au masaa 4 na kuweza kubadilisha na kuweka nyingine. Hii itahakikisha afya yako inakuwa salama, itahakikisha wewe unakuwa msafi wakati wote, inahakikisha hauwezi kutoa harufu pale ambapo unatumia pedi lakini pia itahakikisha damu ambayo inatoka haiwezi kuchuruzika na kuonekana wewe katika nguo za kaida ambazo mwanamke atakuwa anatumia. Lengo ni kuhakikisha afya yako inakuwa bora wakati wote, lengo ni kuhakikisha mwanamke anakuwa salama wakati wote, na lengo ni kupa maarifa ambayo atakuwa kusaidia wewe, atakuwa kumsaidia mwingine kama utafanya maamuzi wa kushia maarifa haya ambayo nimeyasema, yaani wewe ukamfundisha mtu au ukapropose hii link ukaishia sehemu nyingine, na watu wengi kuweza kupata maarifa haya. Lakini tunapozungumzia tapumsi yenyewe unaweza kutumia kwa muda wa masaa sita e, mpaka masaa nane ambayo niki ki, ni nik kikombe kidogo ambacho unakiweka ukeni au ni kifaa fulani kidogo ambacho unakiweka ukeni hiki na kazi hiyo lakini wale ambao wanatumia menstrual cups ambao nimezungumza namna ambavyo unaweza kuitumia kwa kuweza kupima kiwango cha damu ambacho huwa mwanamke anakitoa ni unaweza kuweka na, na chenyewe huwa kinakaa masaa kumi mpaka masaa kumi na mbili. Hii faida moja hapa kutumia menstrual cups ni chenye kinakaa muda mrefu, hautakuwa na ratiba kubadilisha mara kwa mara, lakini changamoto yake ni kuhakikisha unakitumia ili hali kikiwa katika hali ya usafi zaidi, au kitumia katika mazingira ambayo sio rafiki, au kitu ambacho kinaweza kikawa kichafu. Yaani uhifadhi wake baada ya kukitumia, kakisafisha kwa kuhifadhi kwa sehemu ambapo ni chafu zaidi, na baada ya kuingia hedhi ukataka ukichukue na ukiweke, ni kitu ambacho hakipaswi, na kinaweza kupelekea mwanamke kupata maambukizi. Kwa hiyo unapotumia menstrual cups hakikisha kinakuwa safi kabla na baada ya kukitumia, unahakikisha kinakuwa katika hali ya usafi wakati wote. Itasaidia kuenda dhidi ya maambukizi na changamoto au mauzi madogo madogo ambayo yanajitokeza wakati ambapo unatumia hivi vifaa, ikiwemo kuchuruzika damu au kukanacho muda mrefu na kupelekea kutoa harufu au damu kuganda na kupelekea kupata maambukizi. Hizi ni changamoto ambazo unapaswa kuwa nazo makini. Ili ni darasa huru ni siri iliyojificha katika hedhi. Kwa hiyo ni mara yako ya kwanza kupatia madarasa haya Ujua kuna madarasa mengine mengi ambayo unaweza kujifunza kupitia sio jifsi katika hedhi na kupitia akaunti yako. Sasa ukulike kushana na kusubscribe ili kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya. Lakini kwa wale ambao unatumia vifaa hivi na una, unaweza ukatupa ushauri, ukatupa maoni yako kwa kuweza kutambua wewe huwa unabadilisha baada ya muda gani, na baada ya kuchelewesha ili kutoa huwa unapata mauzi gani au kitu gani ambacho nakigundua ni cha tofauti baada ya kukaa na pedi muda mrefu, ili mwingine atakaye kupitia madarasa naweza kujifunza na mwingine anaweza kujifunza. Yes anaweza kujifunza, au kama wewe ni mtaalamu wa afya kama mimi, unaweza ukatoa maoni yako na wewe pale, kutokana na changamoto ambazo jamii umekuwa ukiziona, na kuweza mwingine atakapofuatilia atajua nini ambacho huwa tunakizungumza hapa na athari zake ni zipi, kwa kuweza kutoa mifano ambayo umeeleza hapo, labda ulikutana na mgonjwa, kuna changamoto moja, mbili, tatu, nne, nne, nne, nne, alikuja na harufu, alikuja na changamoto fulani, lakini baada muda tukajua kwamba yeye anakaa na pedi muda mrefu na nini. Baada kufanya moja, mimi tatu, basi inaweza kuwa rahisi, kwa sababu ile darasa sio mimi tu ambaye natoa darasa, hata wewe pia unaweza kutoa, na mwingine ambaye anafuata madarasa anaweza kujifunza na kuweza kupata elimu kwa kina zaidi. Hii ni video je ficha katika hizi. Asanteni na mpaka wakati mwingine, usisahau ku-like, kushare na kusubscribe ili YouTube ijue haya madarasa na umuhimu, na kuwa katika sehemu salama kabisa.